Siku iliyofuata niliwahi sana kuamka kwa, kwa sababu sikuwa na usingizi. Nilifanya kazi zote kama kawaida yangu, nilienda jikoni kuandaa chai, ndipo Tina alikuja. Umefanya kazi zote peke yako, wengine tutafanya kazi gani? Punguza kujipendekeza kwa mama Allen, hakuna kitu kitabadilika, Tina alizungumza. Nilikaa kimya kwa sababu sikuwa na jibu la kumpa. Nikimaliza kuandaa, ukimaliza kuandaa chai njoo niite. Nitakuwa barazani nikisoma kitabu, Tina alizungumza kisha akaondoka. Nilifahamu fika anahitaji ugomvi na mimi, kwa kuwa sikuwa na sehemu ya kwenda sikuhitaji kabisa kujibizana naye. Niliweka chai mezani, kisha nikaenda kuwakaribisha wote, hata Tina pia aliyekuwa barazani akisoma kitabu nilienda kumkaribisha. Tulikusanyika wote mezani. Nakala liokupatia jana ulifanyia kazi? Allen aliuliza. Ni muda wa chai, mtazungumza baadaye, Tina alimkatisha Allen. Kimya kilipita, tuliendelea kunywa chai. asante kwa chai mama, Allen alizungumza kisha akaondoka. Hakuwa mwongeaji sana siku hiyo. Baada ya kumweza kunywa chai niliondoka pia, nilimwacha Tina na Allen. Sikujisikia kukaa ndani, akili yangu ilikuwa inawaza mambo mengi sana. Hivyo niliamua kuzunguka zunguka, mimi kuzunguka zunguka mjini. Nikiwa natembea, nilisikia mtu akiniita kwa jina langu. Niligeuka, nilikutana na mwanamke sikuwahi kumfahamu hata kidogo lehivya. Yule mwanamke aliniita kwa mshangao. Unanifahamu mimi? Nilimuuliza. Unamkumbuka yule mwanamke alikuwa anawaletea mboga za majani nyumbani kwenu? Aliniuliza. Nilitikisa kichwa nikiashiria sikumbuke. Mara nyingi mama yako alikuwa hataki unisalimie, hivyo si rahisi kunikumbuka. Nilisikia ulimtoroka mama yako mkiwa safarini, sijui kitu gani kilikupata, lakini ni busara kama utarudi maana wazazi wako wanakutafuta sana sana sana, baba yako. mwanamke nisimfahamu alizungumza. Muda ukifika nitarudi, kwa sasa nipo natafuta maisha, nilimwambia ule mama, japo nilikuwa sielewi kitu gani anazungumza, lakini sikutaka kufahamu, wala sikutaka afahamu kama mimi sina kumbukumbu. Kumbukumbu zangu zimepotea. Tuliagana baada ya kumaliza mazungumzo. Nilipata kujua kwetu ni mimi wazazi wangu wapo hai. Hiki kitu kilinifurahisha sana. Kuna sehemu nilipita, niliona tangazo la kazi, ningeweza kuomba kazi ya usafi kwenye maofisi, lakini sikuwa na vigezo. Nilitembea sana mtaani. Baada ya kuchoka, nirudi nyumbani. Baada ya ta kuingia sebuleni, nilikutana na kelele. Ale na Tina walikuwa wanabishana. Nilisikiliza kwa makini, ndipo niligundua tatizo ni mimi. Kama Olivia hawezi kuondoka hapa, basi mi nitaondoka. Umekuwa ni mtu wa kumfikiria na kufikiria maisha yake. Livia ni nani kwako? Umeniita hapa ili tufunge harusi na tufunge ndoa mi na wewe, ila hamna chochote mpaka mwezi umeisha. Tina unanikosea na unafika mbali. Mi ni mpenzi wako na pia mi ni daktari na wajibu wangu kujali afya za watu. Hebu nipe mwezi mmoja, nimsaidie Livia. Akishapona mimi nawe tutaendelea na, na ratiba zetu. kama kweli sina hisia na Livia, unaniamini? Na kuamini, lakini kazi yangu inanifunga, siwezi kutoa siri za wagonjwa. Unanitania. Ngoja niondoke kabla hatujafanya maamuzi. Nilimsikia Tina anazungumza. Sikuwa tayari kuona mahusiano wa ya watu yanavunjika kisa mimi. Iliamua kuingia chumbani kwao bila hodi. Allen, ni haki ya Tina kuwa na uivu juu yako. Nimekaa hapa muda mrefu bila kuchangia hata mia, ni wakati wa mimi kuondoka. Kuhusu hali yangu usijali, naamini kila kitu kitakuwa sawa. Naomba usinikatalie katika hili, nilimwomba Allen afya yako ni muhimu kuliko hata huu ugomvi. Naomba uende nyumbani, naomba uende chumbani kwako, mimi na Tina tutayamaliza. Alin alizungumza, sikutaka kuzungumza tena. Niliondoka nikiwa najua ninapaswa kufanya nini. Nilienda chumbani kwangu, nilimkuta mama yake Alin akikunja nguo zangu. Nilikwambia napenda kusikia hadithi za yule msomanyota. Nilienda kumtembelea baada ya kupata chai. Mama yake Alen alizungumza, nilisikiliza. Sikujua anataka kuzungumza kitu gani. Naomba urudi kwenu, yaani naomba urudi nyumbani kwenu. Ule msoma nyota akaniambia, kwenu ni mimi. Naamini ukifika kule watu wata watakukumbuka na watakutambua, watakupeleka kwenu. Sitaki familia yako ingie katika matatizo kwa sababu yako. Naomba nisamehe kwa sababu na kufukuza bila kufikiria hali ulionayo. Pole kwa hali unaopitia, naamini siku moja utapata ufumbuzi wa tatizo lako. Mamake Aline alizungumza bila kunitazama usoni. Sikumbuki chochote, pengine kumbukumbu zangu zikirudi nitaelewa nini unazungumza. Nilikuwa na mpango pia kuondoka, hivyo naomba usinifikirie vibaya katika hili, nilimwambia mamake Aline. Tuliongea mengi sana, baada ya kuelewana alinisindikiza kimya kimya Nililala hotelini kwa sababu nisingeweza kupata meli kwa wakati huo. Siku nzima nilitafakari maneno ya mama Allen. Sikumbuki hata nililala saa ngapi, lakini nilikuja kustuka tukiwa kukiwa kumekucha. Nisogea mpaka kivukoni ambako meli ya Yamin ilikuwa inapatikana. Nilikata tiketi kisha nikakaa kusubiri meli ifike. Unafanya nini hapa? Sauti ya Allen ilinishtua Niligeuka kwa haraka kweli, alikuwa ni Aleni. Aleni alilaumu sana kwa kuondoka bila kumwambia chochote. Sijakumbuka chochote, lakini naamini nikirudi mimi nitakumbuka. Naomba usijali kuhusu ile. Sielewi una shida gani katika moyo wangu. Naomba usiondoke Livia, Aleni alizungumza. Siku moja nitarudi kuwasalimia, hivyo naomba uwe na amani, aliongea mengi Aleni. Mwisho alikubali niondoke. Meli ilifika, Aleni aliingia kwa maumivu makubwa. Aliniaga kwenye meli. Baada ya kuonyesha tiketi, safari ilianza. Watu walikuwa bize na mambo yao. Sikuwa na simu, hivyo nijikuta nachoka tu kukaa. Ghafla nisikia mlio wa risasi, watu wote walitulia. Mlio wa risasi ulijirudia tena, meli ilitekwa. Mabaharia ya tangazo zilisikika. Hofu iliingia, watu walianza kujirusha kwenye maji ovyo. Nikiwa sijui nifanyeje, kichwa kilianza kuuma, nikajikuta nikikumbuka matukio mengi sana. Katika kukumbuka vitu vingi sana, ufupi na kumbukumbu kumbu zangu zilirejea. Sikuwa nikijua kuogelea, lakini nijirusha kwenye maji. Sikutaka kutamani kabisa kuishi, nahitaji kufa, nahitaji kwenda kwa Luna kumwambia mwanamke aliyenileta duniani alinitendea unyama wa hali ya juu. Sikumbuki ilikwaje, lakini nilijikuta nastuka nikiwa kwenye chumba chenye mandhari nzuri. Niligeuza macho yangu huku na kule, ndipo nilifanikiwa kumwona Allen. Ungeniacha nife, kwa nini ume unaniokoa tena? Umekuwa kirere sana kuniokoa, nilizungumza kwa ukali nikimwangalia Allen Acha kuzungumza maneno mengi, ishukuru bahari kwa kukuacha hai kwa mara nyingine. Ukimya ulipita kama dakika mbili hivi. Nahitaji kwenda mimi, naomba unisaidie nifike mimi, lakini si kwa kupanda meli, nilimwambia Allen baada ya akili yangu kukaa sawa. Usafiri utasafiri na wanajeshi wa maji siku ya kesho, ningeweza kukusaidia usafiri na wanajeshi